hivyo ndivyo Yesu anataka ngoja nikwambie mtu akikamatwa kwenye mambo haya matatu amekamatwa kwenye dhambi na akikamatwa kwenye dhambi anakuwa amekufa twende kwenye kitabu cha Waefeso sura ya pili mstari wa nne hadi wa saba tunaweza hata tukaanza wa kwanza lakini sura ya pili, ehe sura ya pili hapo mstari wa nne hadi wa saba angalia alichofanya Yesu ndipo nikupeleke kwenye kitabu cha Isaya There is a power in the word of God. Hallelujah. Nasikia neema ya Bwana imeanza kushuka sasa, ngoja nikimbie kidogo. Ukisoma mstari wa kwanza una reflect ninachozungumza kwamba hivyo vitu ni kiburi, hiyo ndiyo dhambi. Yaani dhambi yote unayojua wewe, siju uzinzi, siju vyote, vimefungwa kwenye haya mambo makubwa matatu, ambavyo anasema mstari ule wa kwanza, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu kwa, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Mstari wa nne, mstari wa nne, some pamoja, rudia nyuma yangu. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Mstari wa sita ndio una kile ninachotaka kukisema, akatufufua pamoja naye akatuketisha pamoja naye Tuanze tena. Akatufufua pamoja naye akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Ningekuwa mimi wewe, ningempigia Yesu kigelegele hapo. Hii ndio semina ya Pasaka, Bwana, haleluya. Angalia mstari wa saba, ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Hivi unajua wewe, Mungu akusaidie usirudie dhambi. Yaani hata hapo uweze kusema amina. Nasema Mungu akusaidie usirudie dhambi milele. Wiki iliyopita alikuja kijana wangu hapa mmoja baba yake amewahi kuwa mtu mkuu sana wa Mungu, lakini kafika mahali akakamatwa na tamaa akarudi dhambini. Yule kijana akawa ananiambia kila mara baba yake akimwona mwanaye. Alikuja hapa kwa ajili, nilimleta maalum kwa ajili ya kambi la Kasfeta, amekuwa mwenyekiti wa Kasfeta, amekuwa mwanangu mzuri sana. Tukawa tunapiga story, akaniambia yani baba yake alikuwa ya kiongozi wa kitaifa kabisa wa kanisa lao ametumika nchi nzima. Sasa anafika mahali, akimwona mwanaye kila anaondoka anaenda kwenye huduma, anasema yaani, mimi natamani Mungu anisaidie nirudi kwenye nafasi yangu. Sasa there, kuna wakati ule ambao mtu anaamua kukubali ukweli wote. Baba yake alirudi ya akafanya vitu vya ajabu, akaoa mke wa pili, fanya vitu vingi na vibaya. Sasa anafika mahali anasema, yani, mimi natamani Mungu akinisaidia, nikirudi kanisani, yani alitoka kabisa kanisani. Huwezi kuelewa sana ninapofundisha kitu hiki kuhusu Pasaka, ni mpaka ukutane na watu ambao wamekutana na shida ambayo mimi naisema hapa. Yule baba akutana, akimwona kijana wake anamuona, anakuja anakuja Geita, anasema i say, yani nakuonea ya wivu Yaani, mimi nikirudi nitamtumikia Mungu kwa nguvu zangu zote, lakini anasema lakini sitaki uongozi wowote. Alianza taratibu, alikuwa kiongozi akajiuzulu uongozi, mara ya mwisho akafuata, kilichofuata, kilichofuata, mwisho wa siku akajikuta yuko baa, akajikuta ana mke wa pili amemnunulia nyumba, ame, kila kitu. Leo anatamani arudi kanisani na hiyo nafasi yaani, mpaka watoto wanamuuliza kwa nini usirudi? Hata sijui lakini, Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake aliyotupenda hata tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Tumpigie Yesu hata kigelegele kimoja jamani, hapa wanawake vigelegele mnauza. Tumpigie Yesu Alituuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema yake. Mwambie mwenzako linda wokovu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba nikuonyeshe kakitu hapo kwenye kitabu cha Isaya 42 mstari wa 18 mpaka ule wa 25. Tunajifunza watakatifu, ninaweza kuhubiri na nyie mnajua, lakini nataka nikufundishe kakitu hapo. Makaburi hayakufumuka tu aa. Yalifumuka kwa sababu kuna habari, tulikuwa tunaletewa. Sura ya 42 Isaya e, mstari tunaweza kuanza ule wa kumi na nane. Tusome pamoja tena. Umefika? Kama hujafika, tusome ubaoni. Sijui rangi kama inakukaa vizuri. Sikilizeni yenye viziwi, tazameni yenye vipofu, mpate kuona. Ni nani aliye kipofu ila mtumishi wangu, au aliye kiziwi kama mjumbe wangu? Ni mtumae. Ni nani aliye kipofu kama yeye aliye na amani? <laughs> aliye kipofu ni mtumishi wa Mungu, aliye kipofu ni yule aliyetumwa na Mungu aliye kipofu ni yule ambaye ana amani. Tuendelee kidogo. Naam, kipofu kama mtumishi wa Bwana, unaona mambo mengi lakini huyatii moyoni. Masikio yake, yake wa, yako wazi lakini hasikii. Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake kuitukuza sheria na kuiadhimisha. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Kuna mtu aliniibia simu yangu, rudisha! Alifikiri nimesahau tena, alifikiri sijaona, lakini nimeweka mpango wa kufumua makaburi. Jamani, haleluya! Rudisha, rudisha kwa jina la Yesu. Naona amerudisha eh? Kwa sababu nina mamlaka juu yake. Hebu mpigie Bwana makofi na vigelegele katika jina la Yesu. Hivi ndivyo ilivyo. Yesu alipokuja amekuja kusema rudisha. Sasa mstari wa 24. Biblia inasema ni nani aliyemtoa Yakobo awe mateka? Aliyemtia Israeli katika mikono ya wanyang'anyi? Si yeye Bwana, yeye tuliyemkosa, ambaye hawakutaka kwenda katika njia zake, wala hawakuitii sheria yake? Kwa sababu hiyo alimwaga ukali wa hasira yake juu yake na nguvu za vita Ukawasha moto wa kuzunguka pande zote wala hakujua ukamteketeza, wala akuyatia moyoni mwake. Bwana asifiwe sana! Kumbe tunapoacha kuitia sheria ya Mungu mioyoni mwetu, Mungu uruhusu tuchapwe, Mungu uruhusu tufanye nini? Tuchapwe lakini ni kwa sababu gani anaruhusu tuchapwe? Kwa kuwa mstari wa 22 anasema, watu hawa ni watu walioibiwa. Hivi unadhani huwa tunaibiwa nini? Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Yesu alipokuja akafunua makaburi, anakuja kutuambia sisi hatujui, lakini yeye anatuambia kifo chake kimekuja kusema rudisha. Bwana Yesu asifiwe! Ni kweli sisi ni wafu, kilichotuua ni kukosa maarifa, kilichotuua ni kukosa akili. Mawazo yetu yamefungwa katika kiboksi fulani, na fahamu zetu ziko katika giza. Yeye amekufa ili sisi tuwe hai. Bwana asifiwe, Yesu asifiwe. Ndio maana kwenye kitabu cha Waefeso sura ya pili mstari wa nne anasema kwa rehema zake nyingi, kwa rehema zake nyingi, nikurudisha hapo, kwa rehema zake nyingi. Nyingi. Nyingi sana kwa rehema zake nyingi sana kwa rehema zake kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda hata wakati tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha, maana yake alitufufua. Makaburi hayakufumuka kwa sababu Yesu alikuwa anataka sifa, tayari sifa alikuwa nayo rama shata makunde lebashota na maya. Makaburi hayakufumuka kwa sababu Yesu alitaka atukuze tu yeye, tayari alikuwa anaweza kutukuzwa, maana alikuwa ameitimiza sheria yote ya baba yake. Sikia, miamba haikupasuka kwa sababu Yesu alitamani aandikiwe kwamba miamba ilipasuka, iishie hapo. Hapana, yeye mwenyewe anaitwa mwamba imara, na kila anayekwenda kwake anakaa salama ratipokoshanda la bakaya sikiliza, nikuambia kitu Yesu akuyafumua makaburi kwa sababu alitakiwa aite mfumua makaburi. Hilo alikuwa jina lake tayari, alikuwa na jina bora, aliitwa mwokozi wa ulimwengu. Jioni ya leo nataka nikuambia kwa nini Yesu alifumua makaburi nataka nikuonyeshe kwa nini Yesu alihakikisha makaburi yanafumuka. Nataka nikuambia kwa nini Yesu alihakikisha watakatifu wengi wanaonekana duniani. Alitaka atuambie, yeyote anayekubali kuzipokea rehema hizi, yeyote anayekubali kuipokea neema hii, yeyote anayekubali kuyapokea mapenzi yake makuu aliyotupenda, yeyote anayekubali kuupokea wokovu huu ambao aliuleta, yeyote anayekubali kufufuliwa pamoja naye, yeyote anayekubali kuketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho, anaweza kuwa na nguvu ya kufufua yale yaliyokufa. Jioni ya leo, kama kuna jambo limekufa, inua imani yako tena, liite kwenye uhai tena, maana Yesu akiwa ndani yetu tunayaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Kata mayande lebaka, naipenda hii. Baada ya kutufufua akatuketisha na ametuketisha katika ulimwengu wa roho. Unajua heh, kwa kuwa alijua kinachomtesa mwanadamu ni kiburi. Alitamani mwanadamu amwamini katika imani ili atembee katika unyenyekevu. Inawezekana kabisa sura inabaki hivyo hivyo ulivyo, lakini wewe sio mtu wa kawaida. Unajua kuna watu wanaamini <coughs> mtu anayepaswa kuogopewa na mapepo ni mchungaji tu. No, kila ambaye Yesu anakaa ndani yake, anatakiwa akipita mapepo yapige kelele yenyewe. Mnanielewa eh? kama umemruhusu Yesu akae ndani yako, hata kama wewe ni mtoto mdogo kama huyu, huyo hapa masonga akiwa na Yesu ndani yake na akajua kwamba ana Yesu ndani yake na akajenga imani, huyo hapa ni tishio kwa ufalme wa giza. Hizo amina ni za watu wanaosinzia. Ni tishio kwa ufalme wa giza, huyo hapa. Huyu ni tishio, huyu ni kimbembe. Jamani Bwana, jamani, Yesu asifiwe. Shida ni kwamba sisi, sisi imani yetu iko kwamba ni mpaka mtu afikie level fulani. Level gani unataka? Hakuna level inayozidi wewe kuwa mtoto wa Mungu, ah. Ah. Hakuna mtoto wa Mungu. Nasema hakuna level. Tumefika mahali wachungaji sisi ndio indyo... ah, ah, mimi sio super power, yaani mimi sio kila kitu. Kila kitu ni yule aliyekaa ndani yangu Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Anasema ni nani aliyekipofu kama mtumishi? Ni nani aliyekisikiliza baada ya kuokoka? Sisi wote tumekuwa makuani pamoja na Kristo shauri mm, yako moja, nisogee mimi kama umeelewa sema amen. Haleluya. Namba mbili, ishara ya ufufuo mkuu ujao wa watakatifu. Ni ishara ya ufufuo mkuu ujao wa watakatifu, ili ujue kitu cha ajabu sana, baada ya kwamba Yesu amefumua makaburi kabla yeye hajazikwa Alisema, kaburi lako wewe utakayemwamini litafumuka. Ngoja nikuambie kitu, kila kilichokushikilia kitafumuka hata usiposema amina. Nasema hivi, kila kilichokushikilia ukiamini kitafumuka hata kama we mwenyewe huamini. Nasema hivi, ukimpokea Yesu, kila roho iliyokushikilia itafumuka.